92 au 0678813891. Asante kuichagua Sauti Kuu TV online kuwa kituo chako bora cha habari. Karibu katika kipindi cha magazetini leo ninayekuangazia, jina langu naitwa Dorcas Daniel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 kupitia Sauti Kuu TV Online, kadhalika kupitia Rev Elingarami S Munisi Online TV. Na sasa, ili kupata taarifa hizo kupitia mitandao hiyo, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Karibu tuangazie magazetini leo, tukianzia e, sehemu ya kwanza mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Gazeti Taifa Leo limeandika kitendawili cha naibu wa Ruto 2027 kitenda wili cha naibu wa Ruto 2027, rais ana kibarua eh, kuteua mmoja wa washirika wake awe mgombea mwenza. Habari hii imetajwa katika nakala hii ya gazeti eh, Taifa Leo. Waasi wa Yuda wa ODM waka, eh, wakabiliwa na adhabu. Habari hii imetajwa vile vile, hapa naweza kukamata nakala hiyo kupata habari kwa kina. Naondoka hapo nikiangazia uh, gazeti nikiangazia gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kubwa nasema, Mwigulu Gwajima asitafutwe. Mwigulu anasema Gwajima asitafutwe, ahimiza kulinda amani, kukataa vurugu, amfukuza za kazi mtumishi aliyebaka mgonjwa. Ukurasa wa pili wa gazeti hili unaeleza kwa kina bilioni 54 kukabili foleni da Pwani. E, vigogo wa chomoza umea CCM e, kura leo, mavunde ya taka, leseni 191 zichunguzwe, kwa mujibu wa gazeti habari leo e, guiji la habari Tanzania. Wazee, wanawake, vijana kufaidi zabuni za trilioni 1. Ukurasa 20 unataja habari hii kwa undani. Achilia mbali gazeti habari leo gwiji la habari eh, Tanzania. Gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi limepambwa na habari inayosema SMZ yakanusha taarifa za kupeleka askari wa idara maalumu bara. SMZ yakanusha taarifa za kupeleka askari wa idara maalum bara, vurugu za Oktoba 29 Tanzania bara yasema zinalenga kuchochea chuki na mgawanyiko, yawataka viongozi wananchi kuhimiza amani pamoja na utulivu. Habari hiyo imeambatana na habari picha hapa inayoonyesha eh, kikao kizito cha viongozi pamoja na waandishi wa habari. Acheni kumtafuta Askofu Gwajima. Dr Nchemba anasema. Chatanda awaomba wananchi kumchagua mgombea wa CCM Fuoni viongozi mliopewa dhamana e, timizeni malengo ya serikali. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika gazeti Zanzibar Leo. Niangazie gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari iliyokolezwa wino zaidi inasema msako kumkamata Gwajima wavunjwa, miongoni mwa habari ambazo zinashika hatamu asubuhi ya leo katika nakala za magazeti hapa nyumbani Tanzania ni pamoja na hii ya msako kumkamata Gwajima kuvunjwa bingwa wa meno kuwa na mswaki ofisini kuepuka kuwa <giboboyo> kibogoyo. E, bingwa wa meno kuwa na mswaki ofisini kuepuka kuwa kibogoyo. Kama tanakala kwa kina uweze kufaidi habari hiyo, ama tembelea katika mitandao ya kijamii e, kurasa za Nipashe zitakuwa zimeeleza. Aliyeishi na VVU miaka thelathini na mbili anena mazito aliyopitia aliyeagizwa kutafuta damu ya babu sasa kunyongwa hadi kufa. Museveni kutoshiriki mdahali wa wagombea wanane urais Uganda, kulikoni Nipashe na linaeleza gazeti Uhuru. Ukweli daima limeandika uh, majina ya wagombea umea majiji manispaa hadharani, majina ya wagombea umea majiji manispaa hadharani Dokta Mwigulu anasema polisi waache kumtafuta askofu Gwajima. Sawa e, mafanikio ya TADB yazidi kuwavutia mataifa duniani. Nakala ya gazeti Uhuru inaandika kwa kina, gazeti Majira. Gazeti Uhuru la kila siku limeandika, Dokta Samia agiza polisi waache kumtafuta Gwajima. Mwigulu asema baada ya kutoa msamaha wa kanisa lake, waumini wanahitaji kumwona <laughs> ajitokeze hadharani, aendelee na kazi, asisitiza wahamasishe Tanzania yenye amani. Haya, mkoa utakaolalamikiwa foleni, meneja TANROADS uh, hufai ulega huyo, anasema mkoa utakaolalamikiwa foleni, meneja TANROADS hufai. kurasa wa nne umeeleza wananchi wa asi wa kulinda amani na utulivu Mwanza. Kapinga ataka turn trade uh, kufanya kazi kwa kasi. mafanikio ya TADB yazidi kuvutia mataifa duniani, vilevile kuvunja vikwazo vya kifedha, kuimarisha mapambano dhidi ya VVU na UKIMWI, habari ambayo imetajwa hapa. Hong Kong yaomboleza vifo 128 vya moto ni habari ambayo imetajwa hapo. Sasa gazeti Majira pia limeandika mzee wa upako e, matukio ya Oktoba 29 yasijirudie tena. Mzee wa upako anasema, jamvi la habari gazeti lako limeandika wa mchaka mchaka. Wa nini? Kamata nakala ufahamu na habari. Picha ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan. Rais Dr. Samia agiza polisi waache kumtafuta Dr Gwajima. Ndejembi awasha moto wa maboresho Kigamboni. Habari hizi na nyinginezo tutazipata katika gazeti Jamvi la Habari gazeti lako. Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza imeandika Ulege atoa maelekezo mameneja wa Tanroads kuhusu foleni. Habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Habari nyingine nasema waziri mkuu atoa salamu za Dr. Samia kamata nakala yako uweze kufahamu salamu zenyewe zinahusu nini. wa Machinga sauti ya wanyonge gazeti limeandika, polisi acheni kumsaka askofu Gwajima, kauli ya kwake waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dkt. Mwigulu Nchemba asema ni agizo la rais Samia afuta tangazo la polisi. E, kutafutwa kwake haya, naondoka hapo nikiangazia habari nyingine, nasema vita ya mamea ya shika kasi CCM. Vita ya mamea ya shika kasi CCM. Ulega atangaza kibano, foleni barabarani, mameneja TANROADS eh, matumbo joto. Waziri mkuu akagua uharibifu, mahakama ya mwanzo maji ya chai. Habari hii imetajwa ukurasa wa pili. Mbunge Asenga aendelee na ukaguzi miradi ya maendeleo Kilombero gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge linaandika. Gazeti Dira ya Mtanzania hoja ya wote inasema, Rais Samia aidhinisha bilioni 54 kumaliza foleni. Waziri Ulega awaweka ki, e, kitimoto mameneja wa mikoa TANROADS, watapimwa kwa uimara wa madaraja wakati wa mvua. Habari hii imeelezwa katika nakala hii. CCM yatoa orodha ya wagombea umea wenye viti wa halmashauri Vilevile, benki kuu Liberia yatua nchini kujifunza eh, kutoka TADB. Habari hii pia imeelezwa hapa. Eh, tuwe makini na watu wanaochochea vurugu ni kauli ya Dkt Mwigulu, na imepatiwa nafasi katika nakala hii ya gazeti Dira ya Tanzania, hoja ya wote. Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, limeandika mafanikio TADB yazidi kuvutia mataifa mbalimbali mbali duniani Benki kuu ya Liberia yaaja kujifunza ni namna ya kuanzisha na kuendesha benki ya kilimo. Haya ana makinda kuwatunuku wahitimu 426 chuo kikuu Kairuki. Wanafunzi wa St. Mary's wawashangaza wazazi kwa vipaji. Watanzania bado tunataka muungano uimarishwe, habari hii imeelezwa hapa, huku waziri Simba Chawene aonya watakaoleta vurugu tena Dkt. Samia aongoza kikao maalumu cha kamati kuu CCM. Habari hizi na nyinginezo basi tutazipata katika nakala ya gazeti Raia Mzalendo, um, ukweli na uwazi. Naondoka hapo nikitupia macho gazeti Mtanzania leo. Mataifa yameminika kujifunza mafanikio TADB. Ujumbe wa benki kuu ya Liberia waje kuchota maarifa haya t tuelimishe jamii umuhimu wa kulinda amani. Haya, wanafunzi St. Mary's waonyesha vipaji vya hali ya juu katika tamasha lao. Sawa, watoa wa shuhuda muungano uliosaidia kuharakisha maendeleo. Wahitimu chuo kikuu Kairuki e, waongezeka maradufu. Dkt. Mwigulu anasema tuwe makini dhidi ya watu wasiolitakia mema taifa habari hii imetajwa katika gazeti Mtanzania. Kazi ni kipaumbele chetu kama ambavyo mimi naipa kipa eh, kipaumbele kazi yangu hivi sasa. Gazeti Mwananchi Huru limeandika benki kuu Liberia yaje kujifunza mafanikio TADB, ni namna inavyomudu kuwezesha maelfu ya wakulima pamoja na wafugaji. Tamasha la wanafunzi St. Mary's laibua vipaji taaluma mbalimbali ana Makinda mgeni rasmi mahafali ya chuo kikuu Kairuki. CCM yafanya uteuzi wa ugombea umea wenye viti wa halmashauri. Vile vile mwananchi huru limeandika bilioni 54 kutumika kutatua kero ya foleni daa na pwani, kwa mujibu wa kauli ya kwake ulega Habari hizi utazipata katika gazeti Mwananchi Huru utakapokamata nakala hii kwa shilingi elfu moja tu ya Kitanzania, ama utakapotembelea kurasa za mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Sasa tuangazie gazeti Uelekeo. Leo yetu ndio kesho yetu, linatuelekeza yapi? Habari kuu kurasa mbele wa gazeti hili inasema wagombea umea CCM kuchaguliwa leo. Habari hii utaipata katika ukurasa wa pili, tukichagua vurugu tumechagua umasikini. Msamaha wa Dr. Samia wawatoa mahabusu 600. Dr. Mwigulu asema Gwajima ajitokeze tujenge umoja, licha ya kusitisha zoezi hilo la kumsaka, amtaka ajitokeze kujenga umoja. Haya, kazi yangu ni kukuangazia tu yale yaliyoandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti mbalimbali asubuhi mbali ya, ya leo na yakathibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Gazeti Tanzania Leo Sauti ya Mtanzania limeandika msamaha wa Samia wamfikia Gwajima, azuia jeshi la polisi kuendelea kumtafuta, ataka awe huru kuendelea na uchungaji, asema huu ni wakati wa kujenga mshikamano. Habari picha ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. E, madini ya adimu gesi chanzo cha vurugu. Dr. Mwigulu asema wanaochochea wanajua yakichimbwa Tanzania haitashikika agusia hata mikopo elimu ya juu haitahitajika kwa vijana. Nakala ya gazeti Tanzania Leo Sauti ya Mtanzania inaandika usafirishaji mizigo dadom kwa SGR kuanza Februari 2026. serikali yakoleza agizo la hospitali kutozuia maiti. Habari hii imetajwa katika gazeti hili. Watanzania eh, msishawishiwe kuleta machafuko. Waziri Simba Chaweni anayeeleza hayo Kamata nakala hii upate habari kwa kina, ama uondoe utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako, kwa maana nyingine hujaikamata vilivyo baada ya kuisikia. Hii ni sehemu ya kwanza tu ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za e, kitaifa na za kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi, nikirejea hapa basi tutaangazia michezo na burudani, na hasa ukiwa mwana michezo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 Sifuri sita saba nane nane moja tatu nane tisa moja. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kabisa kwa habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwemwa na michezo, tena ukishuhudia mechi zilizopigwa jana katika maeneo mbalimbali ama viwanja mbalimbali, basi <laughs> karibu tuangazie, tukianzia gazeti za sporti. Nimeandika imetiki CEO anika ah, mafanikio Simba, eh, bajeti bilioni 29 msimu huu Modeuji awaibua wanachama ni mara baada ya kikao kizito. <laughs> Haya, naondoka hapo nikiangazia habari nyingine inasema Joshua ahidi kuvunja uso wa Jake Paul. Eh, Ramos kucheza kombe la dunia la 2026 ni habari ambayo imetajwa hapa. Pedro haikuwa rahisi kwa kablie, ni habari ambayo pia imetajwa katika gazeti za spoti unaweza kukamata nakala yako kupata habari kwa kina Iran yasusia draw ya kombe la dunia 2026 kulikoni? Ramos kucheza kombe la dunia 2026 ni swali, kwa mujibu pia wa gazeti hili e, za spoti. Sasa gazeti mwana spoti, gazeti la kimichezo na burudani pekee, limeandika mkutano Simba da <laughs> mangungu aumaliza Eh, ki, akiuta, akiwataka wanachama eh, kumradhi mangungu waumaliza kiutata wanachama wageuka mbogo, yapitisha bajeti ya shilingi bilioni 29, timu ya lala tena. Haya, habari hii imepamba ukurasa mbele kabisa wa gazeti Mwana Spoti, tuendelee kubeti kwa Yanga eh, mtoto amsikilizia pididi Christmas ni habari ambayo imeelezwa hapa. Man United inajipigia tu, unaambiwa haya bwana. Wana michezo mnayafahamu hayo, na kama hamkuwa mkiyafahamu, basi mnaipata habari hiyo asubuhi ya leo. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika Simba ya jipanga kukusanya bilioni 29.5, Serengeti Boys ya fuzu AFCON 2026 huku JKT ya kalia usukani Ligi Kuu bara mwana fa, serikali haiingilii mabadiliko habari. Hii imetajwa huku, Ivory Coast yajipanga kutetea ubingwa Afcon, kurasa 22. Gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania e, unaeleza kwa kina e, gazeti Zanzibar leo e, kwa ukweli na uwazi hapa michezoni bwana, limeandika Dkta Mwinyi asema mitandao isitumike kudhalilisha bilioni 29.5 bajeti ya Simba 2025 2026, e, mwembe makumbi ya isulubu zimamoto. Bari hii imetajwa hapo, naweza kukamata nakala yako kufaidi habari kwa kina. Sasa gazeti ni pashi ukurasa wake wa mwisho pia limeandika serikali ya watuliza wanachama Simba imewapa nguvu katika mchakato wa marekebisho ya katiba huku klabu ikijivunia ikijivunia nini? kama tanakala, ufahamu kwa kina. Yanga Sports Club yaani Kasiri kuibana js kabli ni habari ambayo imetajwa hapo. Halanda asubirishwa kufikisha bao la mia moja. Ni nipashe linaandika, huku uhuru likiandika serikali yatoa neno, Simba Sports Club kocha Winfrida aongezwa taifa queens. Kocha Winfrida aongezwa taifa queens, habari hiyo inapewa nafasi ukurasa wa mwisho wa gazeti Uhuru. Omo aibeba Barcelona ni habari ambayo pia imetajwa hapo Majira. Gazeti Majira limeandika mabadiliko mfumo wa uendeshaji Simba Sports Club, serikali yatoa wa msimamo, wanachama wa mtaka mangungu ajiuzulu. Mabadiliko mfumo wa uendeshaji Simba Sports Club, serikali yatoa wa msimamo, wanachama wamtaka Mangungu aji uzuru. Tanzania yashindwa kufuzu kombe la dunia futsal, ni habari pia ambayo imeelezwa katika gazeti Majira. Unaweza kukamata nakala hiyo sasa. Jamvi la habari Sporti limeandika Yanga Sports Club, warithi wapya wa TP Mazembe, swali. Yanga Sports Club, e, warithi wapya wa TP Mazembe e, swali. Habari hii imetajwa ukurasa wa mwisho. Mangungu waashiwa moto, wanachama wamtaka ajiuzulu. E, habari hii inashika vichwa vya habari vya kimichezo na burudani kufuatia kikao kizito cha Simba pamoja na kauli za wanachama wakimlenga Mangungu. Taifa Tanzania ya Uzalendo Kwanza michezoni, Mangungu aondoka chini ya ulinzi mkali, wanachama wadai amemaliza mkutano kihuni nakala hii pia inaeleza Man City yapanda nafasi ya pili ikipiga Leeds tatu kwa mbili wanachama yanga wamkabidhi diaya, ya eh, diaya, eh, eh, wa diaya zaidi ya shilingi milioni mbili diaya sawa mi nilifikiri diara haya wanachama yanga wamkabidhi diaya zaidi ya shilingi milioni mbili habari hii imetajwa katika gazeti taifa tanzania uzalendo kwanza michezoni huku wa Machinga Sport likiandika uh, Maximo kutemwa KMC kabla ya Christmas. Simba ya kubali kichapo cha mbili kwa moja. Kocha Yanga alama moja kubwa ugenini. azizikia shukuru wa Tanzania ni habari ambayo imetajwa pia hapo. Sasa naondoka hapo mtazamaji niki nikihitimisha moja kwa moja magazetini leo kutokea hapa kwa kuangazia gazeti eh, kuangazia gazeti Tanzania Leo michezoni limeandika Simba Sports Club kimeumana, Singida Black Stars yaambulia sare, Yanga Sports Club waigeukia Fountain Gate, Mount apeleka Kilio, eh, Palace. Ni habari ambayo imeelezwa hapa katika gazeti, eh, katika gazeti hili la Tanzania Leo michezoni. Hivi sasa uko huru kujipatia nakala yako kama bado eh, unatamani kujua zaidi, na unaweza pia ukatembelea mitandao ya kijamii ya kurasa hizi za magazeti ukapata habari kwa kina. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, si mbaya kukamilisha matangazo haya, pande wa mitambo ni Freedom Richard, nikutakie asubuhi njema